Sema gwa, gwe, gwi, gwo, gu. Okay? tunaenda kusoma na kuandika sentensi yetu hapa juu. Kichwa cha habari kinasema hivi kusoma na kuandika, kusoma na kuandika. Hapa ndipo viringishi, kuzungushia. Hapa ndipo kusoma na kuandika, kusoma na kuandika. Okay? neno hili hapa ni kusoma, hili hapa ni na, afu kuandika. Okay, tunaposema gwa, tunaposema gwa. Hii hapa hii ndo gwa. Hii hapa ndo gwe. Hii hapa ndo gwi. Hii hapa ndo gwo. Hii hapa ni gwu gwa. Gwe, gwi, gwo, gu. Okay. Hizi hapa ni gwa, gwe, gwi, gwo, gu. Gwa, gwe, gwi, gwo, gu. Tunakuja sasa tunajifunza. Okay. Bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Hii hapa bwa, bwe, bwi, bwo, bu. Tunakuja kujifunza jwa, jwe, jwi, jwo, jwu. Hii hapa jwa, jwe, jwi, jwo, jwu. Okay? Hizi ni silabi mwambatano au ambatano ambazo zimeundwa na herufi mbalimbali mbali. <clears throat> Ambazo kutamkwa kwake kunazingatia kwenye wa. Mfano, tunaposema gwa, okay, hii hapa ni gwa. Lakini hii hapa ni nini? Hii hapa ni gwa. Sasa hii gwa, unaona kabisa kuna herufi ambazo zimeunda mpaka tukasema gwa haiwezi kuitwa gwa kama pasingekuwa na wa, wala hasingekuwa, tusingesema gwa kama pasingekuwa na nini, na ga, tusingesema gwa kama pasingekuwa na nini, na a. Ndo tunasema gwa, kwa sababu kuna ga, kuna wa pamoja na a. Okay, kuna ga, wa, wa pamoja na a, ambayo inaitwa gwa. Tunaunganisha zote na nini, inaitwa gwa, inaitwa gwa. Okay. itaitwa gui, itaitwa gwe kwa sababu kuna, kutakuwa na nini? Kama tutasema gwe, kwa sababu pana e. Okay, tutasema gui kwa sababu pana i, tutasema guo kwa sababu pana o, tutasema guu kwa sababu pana nini? Pana u. Tunakuja Bwa. Kwa nini tunasema bwa? Kwa nini tunasema bwa? Tunasema bwa kwa sababu pana ba pana wa pamoja na a. Okay, tunasema bwa, yeah. Tunasema nini? Bwa kwa sababu kuna nini? Kwa sababu pana hii hapa ba, pana hii hapa wa, pana hii hapa nini a. Ndio maana tunasema nini? Tunasema bwa, tunasema bwa. Tunasema bwa. Kama patakuwa na e, tutasema nini? Bwe, kwa sababu pana e hapo. Tutasema bui kwa sababu patakuwa pana nini? Pana i. Tutasema buo. Tutasema buo kwa sababu pana nini? Pana o. Tutasema Uh, kwa sababu pana nini pana u uh. Kwa maana hiyo sasa hizi ni silabi mwambatano tano zinaambatana herufi kadhaa okay herufi hizo zinaweza kaa mbili zinaanzia mbili tatu hadi nne pamoja na irabu okay tumalizie hii jua tumalizie hii nini jua hii jua tunasema hapo hii inaitwa jua kwa sababu pana ja pana wa pamoja na irabu a. Kwa herufi yetu hii hapa ja na herufi wa na irabu a, tunapata jua. Tunapata nini? Tunapata jua. Kama patakuwa na irabu e, tutasema jue. Kama patakuwa na irabu i, tutasema jui. Kama patakuwa na irabu o, oh, tutasema juo. Okay, na tumai, umeshajua kwanini tunasema silabi mwambatano au silabi ambatano. Zinakuwa zimeambatana herufi zisizopungua mbili na zikaa mpaka tatu. Basi tuende sasa tukaangalie mwambatano mwingine. Hizi hapa kuna nitaenda kusoma kama ifuatavyo okay. Kuna ngwa hii hapa ngwa, kuna ngwe, kuna ngwi, kuna ngwo na kuna ngwu. Ngwa, ngwe, ngwi, ngwo, ngwu. Okay, kwa nini nasema hizo silabi ambatano zinatamkwa hivi. Hii ni silabi mwambatano au ambatano, ambayo imeambatana na herufi tatu pamoja na irabi. Tuangalie hii ngwa, ngwa, ngwa. Yetu pana na pana gai hapa, halafu pana wa Alafu tunamalizia irabu ambayo inatusaidia kutamkwa. Okay, kwa hiyo sasa tutasema hiyo ni ngwa. Kwa sababu pana nini? Kwa sababu pana hii nini? pana hii, kwa sababu pana hii na gawa, tutasema ngwa na hii irabu a. Kama kama pata kuwa na e, tutasema ngwe. Kama patakuwa na i, tutasema ngwi. Kama patakuwa na o, kama patakuwa na o tutasema nguo. Kama patakuwa na u tunasema nguu. Hizi ni silabi nini ambatano. Okay, kuna silabi mwambatano nyingine hii hapa, tunaisoma mbwa mbwe, mbwi, mbwo, mbwu. Mbwa, mbwe, mbwi, mbwo, mbwu. Hizi sila hizi silabi mwambatano au ambatano zimeundwa na hizi silabi au ambatano au mwambatano, mbwa, mbwe, mbwi, mbwo, mbwu, zimeundwa na herufi ma be, wa na irabu inayofuata hapa ni a, tutasema mbwa. Okay, kama patakuwa kama patakuwa na e, tutasema ni nini? Ni mbwe.